Moja ya swali nimekuwa nikiulizwa ni kwa nini maisha yangu amekuwa easy and simple. And to be fair, wako sahihi, na hata ingekuwa wewe ungeambia, haivunjiki, slim na ina water and dust resistance. Moja ya tatizo kubwa katika simu nyingi ni swala la betri, lakini hivi kuna TECNO SPARK 40 na jump charge chini ya dakika 5 na kukaa na chaji ndani ya siku nzima, na ukizingatia natumia simu mda wote. And the best part, naweza kuchaji kuchaji vifaa vyangu na hata simu za rafiki zangu kwa kutumia hii simu. Yaani ina AI kurahisisha kazi zako. Hey, 40.